Nini maana ya business model na kwa nini kila mfanyabiashara anatakiwa kuwa na no, anatakiwa kuwa nayo? Business model ni muundo wa biashara, na muundo wa biashara ni namna nzima ya uendeshaji wa biashara ambao tayari uko umeshakuwa Metodi vizuri, nunua ile kozi, itakusaidia uweza kujua nini ufanye ili kutengeneza model na kutengeneza ya kurani biashara yako. Kiufupi, model ni kuanzia filosofi yako, muundo wako wa biashara, system zako na falsafa yako, kwamba unataka kufanya biashara kwa namna gani, unataka watu wa experience kitu gani, unataka watu watoke na experience ipi na matokeo gani ambayo ungetamani kuwa nayo. Ukitaka kujua namna mzuri ya kupata modo, comment neno KOZI ama tu text kwa WhatsApp namba itakayoonekana hapo, tutakupa modo yako.